Vijana, acheni kutumika, acheni kutumika. Ni wako watu wa Tanzania walio nje na watanzania wenzetu ambao hawaitakii mema nchi yetu, mnaoumia ni nyinyi vijana. Hawa wamekaa pembeni, wengine wamejificha huko mataifa nje, nyinyi ndio mnaumia, mnapata shida. Msitumike, liko jeshi la polisi na liko imara kabisa, kuhakikisha kwamba linalinda linalinda mali za wananchi, linalinda usalama wa nchi wetu, linalinda na, na usalama wa wananchi, kuhakikisha kwamba wananchi waishi kwa amani katika taifa hili la Tanzania. Tarehe tisa tulieni majumbani mwenu, mfanye shughuli zenu, acheni mihemuka isiyokuwa ya maana. Nikirudi kwa viongozi wa dini, ninawaomba viongozi wa dini, Mungu hajawatuma kuihubiri siasa Mungu hawajainua nyinyi watumishi wa Mungu kuhubiri siasa. Mungu amewatuma mkahubiri injili yake, ichome kila sehemu, mkakemee maovu. Nchi yetu tunataka tuishi kwa amani na utulivu, tuwaone vijana, wazee, wa mama, bibi zetu wakienda makanisani kwa amani na utulivu kumwabudu Mungu aliye hai, wakienda misikitini kumwabudu Mungu aliye hai makanisani, kila sehemu, kwa mikutano ya Injili, wakifanya shughuli zao ndogo ndogo. Anauza mchicha auze, anauza mboga mboga auze, anaenda sokoni aende, machinga wanaotembeza bia zao waende, wanaenda maofisini. Tunataka nchi yetu iishi, tuishi kwa amani na utulivu, na tuendelee na shughuli zetu. Tunawaomba viongozi wa dini, tunawasihi kwa jina la Mungu aliye hai, fanyeni kazi ya Mungu na wazazi, wakanyeni watoto wenu, msie mkalalamika Viongozi wa dini wakanyeni, na wakanyeni vijana makanisani, msije baadaye mkalalamika. Na nyinyi pia e, mnao mnao mnaotetea haki za binadamu, zidi kupiga kelele kuhakikisha kwamba vijana waheshimu sheria za nchi, ili msije mkapiga kelele baadaye. Hatuna nchi nyingine ya kwenda, nchi tutaishi Tanzania, tutafia Tanzania, ndio taifa letu sisi. Tuipende nchi yetu, mambo yote yanafanyika kwa mazungumzo, kama ambavyo rais ameshaunda tume mbalimbali kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kwa mazungumzo kuelekea kwenye mambo mbalimbali ambayo yanahitajika kufanyika. Vijana, kuna wizara ambayo imeundwa na Mheshimiwa Rais, wizara ya vijana ipo, yako mambo mazuri yanakuja kwa ajili ya vijana. Tulieni tujenge nchi yetu.